Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua unapokuwa kiongozi, lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi utaondoka tu, lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne sijui tano, tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna mabaniani tuna mamonki wale sijui buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo nne au tano. Na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna suni, kuna ibadhi, kuna bohora, kuna sujuinani, kuna mambo mengi tupo, lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride